Huku maswali yakizidi kuibuka kuhusu kutoweka na hatimaye kurejea kwa mwakilishi wa wadi ya Dela, serikali haijatoa taarifa rasmi kuhusu kutekwa kwake nyara. Viongozi wakuu wa upinzani wakiwemo Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa na aliyekuwa mbunge wa Wajir Mashariki Rashid Kasim walimtembelea hospitalini wakitaka serikali iwajibike. Athari za kisiasa kutokana na utekaji nyara nchini zimeanza kuonekana, huku Kalonzo na Wamalwa wakikosoa ushirikiano wa kisiasa kwa hivi karibuni kati ya rais William Ruto na kinara wa ODM Raila Odinga. Odinga alisema kuwa mkataba wao wa makubaliano ulijumuisha mpango wa kufidia waathiriwa wa utekaji nyara. Jambo linalotiliwa shaka na baadhi ya viongozi wa upinzani. And we also call upon our friend, honorable Raila Odinga. How do you go into cooperation with someone who is still abducting Kenyans? Before you talk compensation, bring the perpetrators to book. Charge them in open courts. Kilio cha haki kinaongezeka. Viongozi wengine wa upinzani sasa wanapendekeza hatua za kisheria za kimataifa ni mwafaka zaidi kutumika, endapo wajibikaji utashindikana hapa nchini. sure hayo ya kijiri, familia ya Yusuf inasubiri ripoti kamili ya afya yake. Yunis Omolo, runinga ya K24, Nairobi.